Wewe unanipangia mimi? Kiongozi wa familia yangu ni mimi mwenyewe, wewe unanipangia sasa? Ku kuna majina ambayo hayatamkwi tu, yanasononeka, yanadunda, yanapiga hatua ndani ya, sononeka, ya, dunda, ya historia kama muziki wa taratibu unaobaki hewani baada ya muda mrefu, baada ya ala kukoma. Stephen Charles Kanumba ni miongoni mwa majina hayo. Alizaliwa Januari 8 mwaka 1984 na katika mkoa wa Shinyanga, katika ardhi yenye vumbi la dhahabu na hadithi ndefu. Na akalelewa na mama yake Flora na baba yake Charles katika familia iliyojua thamani ya taaluma na uchapakazi pia. Tangu akiwa kijana mdogo Kanumba alionekana kuwa jicho lisilo la kawaida, jicho linalotambua dunia kama jukwaa na maisha kama tamthilia yenye nafasi ya kubadilishwa na yoyote anayethubutu kuota. Ndiyo maana hata shule alitembea kama mwenye mizani ya makundi mawili, mwanafunzi wa kawaida mchana na msanii wa kuzaliwa usiku. Mnamo miaka elfu 1990 ili ilimkaribisha kwenye dunia ya maigizo, wakati wenzake wakiigiza kama michezo ya darasani kwa mshangao pekee, Kanumba aliigiza kwa roho yote, kwa pumzi kwa macho na kwa namna iliyosimama hata kabla hajafungua midomo. Ndiyo maana mnamo mwaka elfu mbili na mbili alipojiunga na Kaole Sanaa Group, upepo ulianza kumgeuza kuwa dhoruba ya maarufu huko mbele. Vipaji vilianza kuungana: sura yake yenye mvuto, sauti iliyojaa mamlaka, na uwezo wake wa kuifanya kamera imwamini bila yeye hata kuomba. Ndipo Tanzania ikaanza kupata kitu kipya, sura mpya, hadithi mpya, na msanii mpya ambaye watu hawakutaka kumaliza kumtazama. Ikawa kama daraja ya kumvusha kutoka kuwa star wa Bagamoyo hadi kuwa mfalme wa filamu za Bongo. Wakati wasanii wengi wakihofia kupambana na soko kubwa duniani la Nollywood, Kanumba aliingia humo kama simba aliyezaliwa kwa vita. Aliita wakaja, aliamini wakaamini naye. Mess Johnson, Nkilu Salvanus, Lamsley Noah, majina makubwa yaliyopishana naye kwenye seti, na kila mmoja alitoka akimuongelesha kama mtu mwenye mwanga wake binafsi. Filamu kama She's My Sister, Dar to Lagos, Dangerous Desire, Unfortunate Love Magic House ziliweka alama mpya, akawa sio tu msanii wa kuigiza, bali daraja kati ya Afrika Mashariki na ile ya Magharibi, aliyechora mstari mpya wenye ramani ya filamu barani Afrika. Kanumba hakuwa tu mwigizaji, alikuwa hadithi. Alizungumza Kiswahili, Kisukuma, Kiingereza, pia alitembea maeneo mengi, lakini daima alirudi nyumbani, kana kwamba mwana ambaye hakusahau mizizi yake. Katika misimamo yake, kulikuwa na ukaribu wa mtu anayejua uchungu wa kujitenga geeza mwenyewe. Ndiyo maana aliandikwa, akazalisha, akaongoza kwa sababu stadi ilikuwa imemchagua sio yeye kuichagua. Lakini dunia ina ukimya unaoweza kuvunja ndoto kubwa. Mnamo Aprili 7 mwaka 2012, Dar es Salaam, wakati ambapo maisha yake yalikuwa yanachora mstari wa juu zaidi, kanumba alianguka ghafla, kifo kilichotangazwa kwa majonzi ya maelfu. Jeraha la kichwa, pumzi iliyokoma. Kelele za redio na runinga zililia jina lake kwa huzuni isiyoweza kupimika. Habari za tukio ziliwapasua wengi, zikapanda kutoka mitaa ya Dar hadi baraza Watu elfu thelathini walifurika kwenye mazishi yake Kinondoni, kana kwamba bahari ya mioyo, kila mmoja akihisi pengo lake lisilojazwa. Lakini nyota kama Kanumba azifi, zinaendelea kung'aa kwenye filamu alizocheza, kwenye vipaji alivyovusha, kwenye kizazi kipya kilichogundua kuwa ubunifu ni kitu cha kulindwa kama moyo wenyewe. Filamu zake bado zinatembea kwenye luninga, kwenye simu za watu, kwenye kumbukumbu kumbu za wale waliompenda, na kila mara anapoonwa, Kanumba anafufuka kama sauti inayonong'oneza ndani ya usiku, sanaa haifi lakini narudi kama mwanga. Pumzika kwa amani, Steven Charles Kanumba. storitera wako, naitwa Po Kanuti, kijana wa Storika.